Muslim, amma ba'd Islam, tunaendelea na kiche, kitabu chetu mukaddima tulahaaramia fikihi ya ibtidai ukurasa wangu na wa kumi na tisa. Fasili yetu ni ya tayamum, tuko fasulu shurutu tayamum ashara. Fasulun hii ni faslu, shurutu shurutu tayamum sharti kutayama, za kutayamamu asharatun ni kumi. Ya kwanza an yakuna biturabi yuko, kutayamamu ni kwa mchanga an yakuna biturabi we n kutayamani kwa mchanga, yakuna twahira na mchanga uwe mchanga, wala wala kuna mustamala, na usiwe mchanga ni wenye kutumika, wala kuna na kutoko mchanga mustamala, ni wenye kutumika, wala yukhalita hudaki kun wa nahuhu, wala uschanganyikani wa mchanga na unga, wala na mfano wa wa unga. An yaksidahu na au kusudia sana, kusudia mchanga huu ni watamamu Fala usafatu hurihu lau ule mchanga ulipeperushwa na upepo faradada hu akaurudisha, lamyakfihi hautamtosha. Fala usafatu hurihu lau ulipeperushwa na upepo wa mchanga faradada hu akaurudisha, mwenye kutayamamu, lamyakfihi hautamtosha. Vilevile sharti nyingine wa ayamsaha wajahuwa yadaihii, apanguse kwa mchanga kwenye uso wake na mikono yake miwili Bidharbataini kwa mapigo mawili wa yuzila najasata awala na kuondosha najisi kwanza, wa yuzila najasata na kuondosha najisi awala kwanza, wa naja anjitahida na fil kiblati kablahu na ajitahidi katika kuelekea kibla kabla, wa anjitahida na ajitahidi fil kiblati katika kuelekea kibla kablahu kabla yake, wa anyaka ata ya mum na itukita ya mum baada dukhuli lwakti baada ya kuingia wakati

Annakulu ni kule kugulisha kule kuamisha mchanga. athani niya tustibahati ni nia ya kuitakia halali sala. Athani ya pili niya tustibaha ni nia ya kuitakia halali sala. Wajibu karinu hana kutapasa kuikutanisha hiyo nia sawa, wajibu karinu hana kunapasa kuikutanisha hiyo nia bidhari bina lile pigwa la kupiga. wastidamatu hana ukaidumisha hiyo nia Ila masihi, fa, wajihi, mishania, ila masihi wajihi mpaka kwenye kupaka nini uso wake. Wastidamatu hanakuidumishania ila masihi wajihi mpaka wakati wa kupaka nini uso wake. Fainawa akinuia bitayammumihi istibahat alfardhi, edapo atanuia kwa kutayamamu kwake kuitakia halali faradhi swala ya faradhi, asanaweza swala alfardhi, akaswala alfaradhi wa nafla pamoja na suna kama ulinuia natayamamu kuitakia halali swala ya faradhi, basi unapata jaizi ya swala ya faradhi na swala nyingine ya suna au istibaha, hata nafli. Au alitakia halali swala ya suna tu, aata au swala tu, akusema swala ya faradhi au ya suna au swalaata janaza, au alinuia kuitakia halali swala ya jeneza tu, lam yusalli biha fardh hata swali kwa swali, kwa tayamamu hiyo, wania ya tayamamu hiyo hata swali isipokuwa nini? Swala ya sunna tu, narudia tena, au istibaha hatalinafuli au ania kuitakia halali swala ya sunna sawa, awi swalata, au akasema swala tu akatwali kiswala tu asikaidi kwamba swala ya faradhi wala ya sunna, awi swalata lijanaza, au akasema swala ya jeneza, maana ni ya sunna la biru, palu, kwa nia hiyo. Faradhi athalithu masuhu wajihi, ni kupaka uso wake. arabi masuhu yadaihi, ni kupaka mikono yake ila almirfaqain, paka kwenye kongo mbili. Alkhamisu atartibu baina almasatain, ni kupanga kati ya mapako mawili sunazake, kume, wa wa sunanuhu, na suna zake atasmia, tunikusome bismillahi, watakdimu liyumna, na kutanguliza wa masu ala wajhi na, kupaka juu ya uso wake, watafifu lukubad, na, kuhafifisha vumbi vumbi. na kuhal, kulihafifisha vumbi liwe chache kwenye ule mchanga, walmuwalatu watafriku laswabi na kuvitawanya vidole, watafriku laswabi na kuvitawanya vidole, wanazumu lkhatami na kuivua pete, wanazumu lkhatami na kuivua na kuivua pete Waajibu na zuuhu fi thaniya, na kutapasa kuivua pete katika pigo la pili. Waajibu na zuuhu na kutapasa kuivua pete fi thaniya, katika pigo la pili. Wa min sunani hii, na miongoni mwa suna za tayammum. Imraru liadi ala al'udhi, ni kuupitisha mkono ja kiungo kiungo. Imraru liyadi, ni kuupitisha mkono ala al'udhi ja kiungo. Wa masuhul adudi, na kumpaka panya wa mkono waadamu tikirari, na kukosekana kule kurudia rudia wa adamu tikirari, na kukosekana kule kurudia kurudia. Wastikibalu, na kuelekea kibla. Washahadatani, na shahada mbili. Baadahu, baada yake. Wamalamjajidhi maa, na ambaye hakupata maji wala turaban, wala mchanga. Swalla lfarda wahdahu, ataswali faradhi peke yake. Wa aada, na atarudia hmm? Faslun, hii ni faslu. Wa kalul haidhi, na uchache wa hedhi. Yaumun wa laila, hedhi inatokea siku moja tu mchana mmoja tu na usiku, ndio uchache wake. Wa aktharuhu 15 yauma, ni siku 15 bila yaliha, pamoja na siku zake. Wa ghalibu, ghalibu yake situn au sabuni, siku sita ama siku saba wa waktu huu, na wakati wake muda gani itatoka hedhi? baada tisi sinin, baada ya mama kufikisha miaka tisa, mwanamke kufikisha miaka tisa. Wa kalu thuri, na uchache wa tahara baina al haydatain hamsa ashara yauma, ni siku kumi na tano bila yaliha, pamoja na siku zake. Wayarumubihi ni haramu kwa hiyo hedhi, he mayarumu bil janaba, yale ambao ni haramu pamoja na janaba wa mururu almasjid na kupita msikitini, in khafat lalwitha, akiogopa kutapakaza damu msikiti, wa saumu na kufunga watu, ala kufihi na kuacha katika hali ya hedhi yani, kuachwa katika hali ya hedhi kwa mwanamke ni hara, ni haramu. Mwanamke atakiwa ajalipe som kinyume cha swala hailipwe, eh? Faslun walmustahalah na mwanamke aliopatwa na damu ya ugonjwa, takhsilu farjaha, ataiosha tupu yake. Thuma tahshuhu, kisha ataichundia sawa, kuichundia kuitia hicho kitambara ila. Idha aharakta haddamu, ila itakapokuwa inamchoma yeye damu, au kana tiswa ima, <coughs> au alikuwa ni mwenye kufunga, asiweke hicho kitambara, mara kitamshughulisha fa ila mjakfiha, kama haita mtosha hiyo kufunga hicho kita, kuchundia kitambara. Tasibu bihirka, atafunga utepe kwa kitambara. Thuma tatawalla, kisha tatawaza au tatayamam au atatayamam. Fi alwaqti, katika wakati. Watubadiru bi swala, atafanya haraka kuswali. Wa ina aqarat li ghairi maslahati swala, na atakapochelewa basi na masala ya swala ista'anafat, ataanza upya. Wa ina akharat atakapochelewa lighairi maslahatiswalati yasokwa masala ya swala istana, fat, ataanza upya. Watajibu twahara, na kunapasa kujitwaarisha. Watajdidu tasib, na kufanya upya kujifunga huo upete. Likuli farad, kila akitaka kuswali faradhi ajifungia upete mpya, ile kijipande kitambara mpya na kufunga huo uzi, eh. Wasalsal bauli, na mwenye kisalsali cha mkojo wasalisul madhi, kisalisali cha madhi, walwadi na chamadhi, mithluha ni mfano wa mwenye kisalisali cha mkojo, atafanya hivyo hivyo, eh? Au mfano wa huyu mwenye damu ya ugonjwa, eh? Wakalu nifasi lahatun na uchache wa nifasi ni kitambo kidogo, wa aktharuhu sittuna yauman ni siku 60 ndio wingi wake, waghalibuhu mara nyingi ghalibu yake arbauna yauma ni siku 40, waghalibuhu na ghalibu yake arbauna yauma 40, wa 40 yarum wayaumbihini haram pamoja na yarum nayoma yahrum bil haidh pamojaaal ambao ni haramu pamoja na pa na pa wa una, 40 wa yarum bi ni haramu kwayo ma yale ambayo yahrum bil haidh ni haramu pamoja na hedhi. wallahu waliyu taufiq wa walhamdulillahirabbil alamin. Inshallah tusimame hapa. dua zenu jamani, niombeeni Mungu.